ukiwa unakosea rafiki wako anayekupenda anakuambia ukweli. Hawa hawana deni na sisi, sisi tunawadai wao wao. Foleni Dar es Salaam imekuwa ni changamoto kubwa, na ndiyo maana nimepita kukagua. Kwa hivyo, kitu cha kwanza tumewaalika na kuwataka mabosu wao waje haraka iwezekanavyo kabla mwezi huu watatu haujaisha. Jambo la pili, nimewaambia waboreshe e, tunaita